Alex Mwakideu. Alex Mwakideu. Mimi naitwa Mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge, mwanasiasa tena ni mwanaharakati. Alex Mwakideu, mimi kama mjukuu ninakuheshimu tangu kuwe Radio Maisha ukaenda Radio 47 But Alex Mwakideu, mimi kenye nimefanya ni kuongeleshi leo, Wacha kutumika na serikali wa Kenya, kwanza itakuharibia jina, itakuharibia brand, itakuharibia shughuli zako Alex Mwakideu, cyber crime ambayo serikali ya William Samoei Arap Ruto, rais wa tano wa jamhuri wa Kenya, anajaribu kuleta katika kwenye serikali ama nchi ya taifa la Kenya, kwa sababu anaogopa kukosolewa kisha ukapewa jukumu na hela ya kupeperusha propaganda ya mambo ya kuchukua maoni ya Wakenya. Ubina amekuliza swali rahisi, unakasirika, unakata ubina Alex Mwakideu, Alex Mwakideu, mtoto wa wapwani, wacha kukua blackmail na serikali Alex Mwakideu, Alex Mwakideu. Jina ambao umejenga ni wananchi ndio wamekujengea, sio William Ruto. Alex Mwakideu, jina ambao unakulia saa hii katika kwenye social media ni wananchi wa chini, sisi ambao tunakusikiza, na sisi ndio tunakufollow na sisi ndio tunasubscribe channel yako Alex Mwakideu, nimekuita kama kijana, uacha kutumika na serikali ya Kenya kwanza ku blackmail young men and young people wa Kenya kwa mambo ya public participation ya ujinga haikolo jinga. kama inafaa kuchukuliwa maoni ya mwananchi kuhusu cybercrime wakuje kwetu, watuambie hii ni mbaya, hii ni nzuri. But unakalishwa, umepewa tendering ya kutu blackmail sisi kama vijana wa taifa la Kenya kwa sababu tunazungumza tatizo letu. Alex Mwakideu Alex Mwakideu, nimekuita mara ngapi? ukae chini ufikirie, kama pesa ya serikali kwa sababu unataka kukunia sahani ambayo so amba ni sisi ambayo tumekujenga jina yako shall see people like Ogo Bina wamekuwa katika social media, na hiyo ndiyo inalisha kino Ogo Bina. But kuna watu ambao wamekaa kwa serikali ambao wanatumia Alex Mwakideu na wengineo ku blackmail wa Kenya. Alex Mwakideu, nimekuita wewe, ndio nimekuita. Alex Mwakideu, ita mkutano kwako, kwa wewe binafsi, ujulise pesa ya serikali ya Kenya kwanza na mwananchi ambao wanakufu follow mwananchi ambaye ame subscribe channel yako na wanakusikiza. Utapoteza jina, we are tired. Alex Mwakideu, tumechoka na nyanyapaa na uongozi duni wa serikali ya Kenya kwanza. So choose to one, aibu kuwe kwa serikali fuli, habu kuwe kwetu kama wananchi fuli. Chagua katika ile njia unataka. Kama unataka kuwa kwa serikali, nenda kwa serikali ukapumzika kwa serikali, but tuwezi kubali people like Mwakideu ambayo tumejengea jina sisi kama common mwananchi, so wanataka kutumia influence ambayo sisi tumeleta kwao kutu blackmail na serikali ya Kenya kwanza. Cybercrime ni mjambo ambayo wanataka ku blackmail Kenyans ili tusizungumuze tatizo. Right now, lecturers lecturers wanagoma, our brothers, our sisters our mothers our uncles wako katika kwenye hostel wamelipa karo ya shule na kodi ya nyumba lakini hawafundishwi, but Alex Mwakideu wanapewa tenda ya kutu blackmail ili tusizungumuse tatizo la wana vijana ama tatizo la taifa la Kenya. So Mwakideu, mimi kama kijana mwenzako, ninakuuliza na ninakuambia chagua kitu moja, chagua kwa serikali ama kwa wananchi, na usikuwe vuguvugu. Hatutakubali kupambaswa na watu kama Mwakideu. Mimi nasimama na Oga Obina. Obina amekuuliza maswali Odinga amefungwa miaka tisa, nini tunapenda freedom, napenda imeletwa na Mheshimiwa Odinga. Kaiga Mwaere. Kaiga akina Shikuku akina James Sorengo na wengineo akina Matiba. So usitubali usitudania kwamba sisi ni wapumbavu. Sisi wa Kenya si wapumbavu Mwakideu. Mwakideu sisi wa Kenya si wapumbavu. Tunajua haki na katiba ya taifa la Kenya. So iwapo umepewa jukumu ya kutu blackmail kwa sababu wewe una influence kwa social media, chagua pesa ya serikali ya Kenya kwanza. Muangalie jina yako Raila, legacy ya Mheshimiwa Raila Odinga tutasimama ku defend until wengi watakufa, lakini lazima tufike kanani, mwenye mahali ambapo Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anataka. We cannot allow we cannot allow Mwakideu to do blackmail us. We cannot allow you Mwakideu. Hatutakubali ndugu yangu, una tu pesa ya serikali lakini jina yako tuta make sure ipotee katika kwenye mtandao tutayayosha jina yako. So chagua jina ambao umejenga au chagua pesa serikali langu. Jina ni Mjukuu kijana Uhuru Kinyata. We have our right to speak on behalf of our fellows Kenya. Kenya is marwa by unity, by authority.